Hello uh, guys <laughs> na tumaye mko poa na mimi niko poa. Hii upepo ndio mingi sana leo, sijui hata kama uh, kamera yetu itasimama ama itaweza kubebwa na upepo, na kulingana na vile inaenda upepo side hii, sina uhakika ya sauti yangu <laughs> sababu inaweza ikabebwa na upepo uh, muda wowote ule ila nilikuwa nataka tu kuwapea mwangaza kidogo ya kwamba Canada uh, siku hizi hawatoi visa kwa mtu ambaye anaitisha visa ovyo ovyo. Yaani, kuna vile ambao kidogo ni kama wana wanasumbua, na haijamaanisha ya kwamba anaongea hivyo kwa ajili ya kuwauzia uoga ama kuambia kwamba haiwezekani kuja ama kuambia kwamba upepo inakuwa ni nyingi sana. So sorry, upepo inakuwa ni mingi hadi mwenyewe naanza kutoa uh, machozi, utafikiri ya kwamba ninalia <laughs> na hakuna mtu yoyote ambaye amenichapa. Ai, sio ya baridi, ya leo ni nzuri, siyo ya baridi sana, lakini uh, kidogo tu inasumbua, na pia mwangaza ya maji, unajua kuna maji hii side ya pili, so reflection ya maji ni kama inanipiga uh, kwa uso oh, kiasi ya kwamba nashindwa kuihandle so nilikuwa nasema ya kwamba siku hizi Canada wamebadili mtindo kidogo. Unajua, vitu zinazidi kubadilishwa ndani ya nchi hii kila leo, vitu zinazidi kubadilishwa, lakini sio mabadiliko mabaya sana, sababu ni mabadiliko ambayo inazidi kusaidia a, sisi kubaki kwa focus yetu. Sijajua sana kuhusu upepo huu kama ubebi sauti yangu jamani, lakini natumai mtanisikia na ni vizuri sana ikiwa hamnisikii bado nitarudi uh, kufanya video hii ama nitaweza kulirudia uh, kwa live yetu, tukiwa live nitaweza kulirudia jambo hili na kupeana mwangaza sana sana, sori, watu waweze kulielewa na kulijaribu. Canada siku hizi wanataka uweze kuapply kazi. Ukisha apply kazi, kazi ndio sasa wao eh, yaani ukisha apply kazi na upate kazi wao sasa kupitia hiyo barua ambayo utapewa ya kubaliwa kufanya kazi kwa kampuni fulani, ndio sasa itakusaidia wewe kuweza kupata visa. Lakini ukisema weni ku apply visa uh, ya kuja Canada saa hizi ni ngumu sana uweze kupata. Kwa hiyo wale ambao wanajaribu kutumia njia hizo zingine kulipa watu oh. Upepo unakuwa ni mwingi sana. <laughs> Upepo inakuwa ni mwingi sana kiasi ya kwamba uh, nashindwa kuendelea. Huwa natamani sana kufanya video nje kama vile mnaona leo, lakini changamoto huwa nakabiliana nalo ni la upepo. Kama leo unaona Nishinda, sababu utakuwa na ugumu ya kuweza kunisikia utakuwa na ugumu ya kuweza kunisikia what what what are you doing? are you you doing shooting your video yeah yeah Yeah, is is is that GoPro? Yeah. What is that camera GoPro GoPro? Oh, is it a GoPro? Yeah. Yeah, jamani <laughs> Nadhani upepo inakuwa ni mwingi sana na ili ni habari muhimu sana ambalo mnatakiwa kulisikiza vizuri tena kwa makini, na nashindwa kulifanya sababu upepo ni mwingi sana hapa nje. Acha niweze kulirudia uh, kwa live yetu ya hii Saturday nitaweza kurudia hili swala, nini unatakiwa kufanya. Naamini ya kwamba uh, njia sasa ambazo zitasaidia wengi zinazidi kuonekana na kama ilivyo maombi yetu kwa kila mtu wa juu kama vile wa chini kuweza kusaidika. Naamini ya kwamba wengi sasa wanaenda kusaidika kupitia mpango huu. Kwa hiyo kama wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe na pia na kujulisha ya kwamba hii Saturday ambayo inakuja, kama unanisikia hii Saturday ambayo inakuja tutaweza kuwa live kwa ajili ya kuongelea swala hili na kulichambua zaidi. Tutajibu pia maswali kwa wale ambao wako na maswali kuhusu kuja Canada na kuhusu kufanya kazi ndani ya nchi ya Canada. Tutaweza kujibu baadhi ya hizo maswali tukiwa live hapa on Saturday. Ikiwa uko East Africa, masaa ni saa mbili, na sijui kwengine ni saa ngapi, hapa kwetu itakuwa ni saa saba. Unaweza ukajaribu ku Google ikiwa uko nchi nyingine tofauti na sehemu za East Africa haswa, unaweza ukajaribu ku Google. Uh, saa mbili East Africa ni saa ngapi kwenu? Ama saa saba saa saba uh, Canada Ontario ni saa ngapi huko kwenu? Unajua Canada ina tofautiana masaa, kuna Ontario, tunaweza tukawa tuko saa saba kwingine upate ni saa kumi kwingine upate ni saa nne na hivyo ni nchi kubwa sana na ina utofauti kama huo. So tunakualika kwa live yetu ya Saturday, muda kama wa saa saba hapo, ikiwa saa mbili jioni uh, East African community East African side time <laughs> inanichanganya East African time, na tutaweza kuongea mengi. Sitaki niongee hili swala kwa juujuu, upepo ikiwa inabeba sauti yangu ama ikiwa inanisumbua Acha niliongee tukiwa na muda kusudi, uh, uweze kuelewa kile ambacho nachokimaanisha, na uweze kujaribu. Pengine hii ndio bahati yako ama ndio mwaka wako wa kuja Canada, basi njia inaweza ikawa wazi juu yako, na ni jambo muhimu sana ambalo najua litakusaidia. Ndio maana ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe.